Yeyote anayefanya bustani anajua vita dhidi ya magugu ni isiyoisha. Unatumia masaa mengi kuondoa magugu hayo kutoka kwenye bustani yako, na kisha kabla hujajua, yamerudi tena na unalazimika kuanza tena kutoka mwanzo. Kuna mfano wa kiroho katika hili, wapendwa. Kuishi kwa kumcha Mungu si lazima kushinda matatizo na majaribu na kisha kuendelea na changamoto mpya. Wakati mwingine ni kupambana na ile ile tena na tena sawa. Tunapofika sasa kwenye sura ya mwisho ya Nehemia, na leo tunamaliza safari yetu ya hekima kupitia kitabu hiki. Nadhani hivi ndivyo Nehemia alivyohisi, huenda alifikiri alikuwa anang'oa magugu tena. Unaona, watu wa Kiyahudi walikuwa wamekiri dhambi zao, walikuwa hata wamejitoa kwa agano lililoandikwa mbele za Bwana lakini sasa hapa dhambi hizo zinaibuka tena katika sura ya kumi na tatu, na Nehemia anapaswa kuanza kung'oa magugu tena. Sasa ukiweka pamoja vidokezo vya mpangilio wa matukio katika Nehemia sura ya 5 na aya ya 15 na sasa hapa katika sura ya kumi na tatu na aya ya 6 utagundua kwamba Nehemia alihudumu kwa miaka 12 kama gavana wa Yuda, kisha akarudi Wajemi kumhudumia mfalme Atashasta huko. Basi baada ya muda fulani huko wajemi, aliomba tena ruhusa kwa mfalme kurudi Yuda. Mara tu Nehemia anapofika tena Yerusalemu, anagundua kwamba baadhi ya magugu haya yameingia tena ndani ya mji wa Yerusalemu na miongoni mwa watu. Kwa kweli, sasa anakabiliana na dhambi nne zinazojirudia ambazo zimepata nguvu tena. Kwa njia hizi ni dhambi zile zile alizoshughulikia miaka iliyopita nyuma katika sura ya kumi. Hali ya kwanza inahusisha dhambi ya maelewano. Sasa inaonekana hata kabla ya Nehemia kufika tena hapa, Bwana kwa mpango wake alianza kushughulikia dhambi hii. Sasa tunaambiwa hapa katika aya ya moja kwamba maandiko yalikuwa yakisomwa hadharani tena, na katika siku hii maalum maandiko yalitokea tu kulaumu ndoa za mseto na mataifa yasiyoamini yaliyozunguka. Lakini wakati Nehemia alikuwa ameondoka, baadhi ya waabudu sanamu hawa walikuwa kweli wamekubaliwa katika taifa la Israeli na watu wa Kiyahudi walikuwa wameoa na kuolewa nao. Tena aya ya tatu inatuambia mara tu watu waliposikia sheria, yaani maandiko ya kisomwa, walijitenga na Israeli wote wenye asili Hivyo tayari hapa Mungu anafanya kazi katika mioyo yao. Sasa kujitenga hakujakamilika hata hivyo, tatizo la mashati lilikuwa limefika hadi kwenye ukuhani wa hiyo. Nehemia alipofika nyumbani tena, hapa alikuta kwamba adui wake wa zamani, Tobia yule Mwamoni, vizuri, hii inashangaza, amepewa chumba ndani ya hekalu. Sasa kupitia ndoa ana uhusiano na kuhani anayeitwa Eliashibu. Eliashibu alikuwa akisimamia vyumba ambapo sadaka zilikuwa zikihifadhiwa. Vema, Eliashibu amesafisha baadhi ya hivyo na amemhamishia ndugu yake ndani kabisa. Kwa hiyo Tobia, adui wa watu wa Yerusalemu, yule mtu aliyepinga ujenzi upya wa mji na hata kutishia maisha ya Nehemia, unajua nini? Sasa anaishi ndani ya hekalu. Kwa kweli huwezi kubuni hili vizuri. Wanehemia hapotezi muda hapa. Anatuambia katika mstari wa nane: nilikasirika sana na nikatupa nje samani zote za nyumbani za Tobia kutoka kwenye chumba, kisha nikatoa maagizo na wakasafisha vyumba. Nehemia hafanyi mikutano ya kamati yoyote, hapidi kura, anzi kuzungumza na Tobia ili kuhakikisha anajisikia vizuri kuhusu yeye mwenyewe. Anamuondoa tu Mwabudu sanamu kutoka mahali pa ibada. Nehemia, dhahiri, maandiko yanasema binafsi anatupa nje samani zote za huyu mtu, mbuo zake, sanamu zake, na pengine pia wembe wake na mswaki. kwa njia, kumbuka kwamba leo, kama Mkristo, mwili wako pamoja na wangu unaitwa hekalu la Roho Mtakatifu, moja wa Korinto, saa sita, na madakika kumi na tisa. kwa hiyo Tunashughulikiaje dhambi inapoingia katika hekalu la Mungu? Je, tunaisimamia kuisamehe, kujadiliana nayo, kuinunulia samani ili iwe na raha, au tunafanya kama Nehemia, kuifukuza mara moja? Tazama, nadhani wapendwa, kwamba Nehemia alikuwa na wazo sahihi. Sasa dhambi ya pili ambayo Nehemia anahitaji kukabiliana nayo ni ubinafsi. Anaandika hapa katika mstari wa kumi pia niligundua kwamba sehemu za Walawi hazikuwa zimepewa, hivyo Walawi na waimbaji waliokuwa wakifanya kazi walikimbilia kila mmoja kwenye chamba lake. Unaona, watu walikuwa wameacha kuleta zaka zao za chakula na mahitaji kwenye hekalu, hivyo Walawi waliokuwa wakiishi kwa sadaka hizo wameamua kurudi kwenye kilimo. Unaona, kwa sababu ya ubinafsi wa watu, mfumo wa ibada na ratiba hapa Yerusalemu sasa umevurugika. Naam, mara nyingine tena, Nehemia hapotezi muda wakati wowote. wa mstari wa kumi na moja na kumi na mbili unatueleza, nilikabiliana na maafisa na kusema, kwa nini nyumba ya Mungu imeachwa? Na nikawakusanya pamoja na kuwaweka katika nafasi zao. Kisha Yuda yote ilileta zaka za nafaka, divai na mafuta kwenye magala. Nehemia pia anagundua hapa aliporudi Yerusalemu kwamba magugu ya mali yamekuwa tena ndani ya malango ya mji. Unaona, watu wa Mungu sasa wanafanya biashara siku ya Sabato, wakivunja sheria ya Mungu. Tunaposoma hapa katika mstari wa 15, katika siku hizo niliona huko Yuda watu wakikanyaga mashinikizo ya divai siku ya Sabato na kuleta marundo ya nafaka na kuyapakia kwenye punda na pia divai, zabibu, tini na mizigo ya aina zote ambayo walileta Yerusalemu siku ya Sabato. Basi tena Nehemia anawakemea viongozi kwa kuruhusu hili. Anasema hapa katika mstari wa 17, ni jambo gani baya hili mnalolifanya kulichafua siku ya Sabato? Kisha anafunga milango ya Yerusalemu kila siku ya Sabato, na hata anafukuza watu wanaojaribu kuweka vibanda vyao vya mboga nje ya kuta karibu na milango siku ya Sabato. Anaondoa tu jaribu. Sasa, dhambi ya mwisho ambayo Nehemia lazima ashughulikie ni kutotii tu kwa kawaida, na tena hii inahusiana na ndoa za mseto. Anasema katika mstari wa 23, katika siku hizo pia niliwaona Wayahudi waliokuwa wameoa wanawake wa Ashdodi, Amoni na Moabu. Sasa kuna matatizo matatu ya kuoa wanawake hawa wasioamini. Kwanza, itarudisha ibada ya sanamu ya kipagani ndani ya Israeli. Kwa hakika kabisa Nehemia anakumbuka hapa katika mstari wa 26 kwamba wanawake wa kigeni walimfanya hata Solemani kutenda dhambi. Pili, mstari wa 24 unatueleza kwamba watoto wengi kutoka ndoa hizi za mseto hawakuweza kuzungumza lugha ya Yuda. Kwa maneno mengine, hawakujua Kiebrania. Hii ilimaanisha hawakuweza kusoma neno la Mungu. Hii ilimaanisha wangeweza kupoteza uhusiano na urithi wao wa kiroho. Tatu, kuingia katika ndoa za mseto kulivunja ahadi yao wenyewe kwa Mungu nyuma katika sura ya kumi labda unakumbuka walikuwa wameahidi kujitenga na watu wa nchi hiyo na kutoa tena na hawa waabudu sanamu. Hapa katika mstari wa 25 Nehemia anawakemea vikali wale ambao wana hatia ya dhambi hii, ambayo kwa njia ilimjumuisha mwana wa kuhani mkuu. Mstari wa 28 na unatueleza kwamba Nehemia anafukuza kabisa huyu kuhani asiye mtiifu na anayekubali maelewano, anamkimbiza nje ya mji. Haya basi, huu ni mfano wa Nehemia katika sura ya kumi na tatu. Badala ya kukata tamaa kwa sababu anapaswa kuanza kung'oa magugu tena, anakabiliana na maelewano mara moja, anashughulikia ubinafsi kwa uaminifu, na anashambulia wanadamu moja kwa moja, kisha anashughulikia kutotii hapa bila kuomba msamaha. Unajua, tunapaswa kufanya vivyo hivyo. Maisha ya Kikristo wapendwa, kwa kweli ni kazi ngumu. Kwa kweli haiwezekani isipokuwa kwa kazi ya Mungu katika maisha yetu. Vishawishi si rahisi kushinda njiani. Vishawishi havipungui hata kwa umri. Inakuwa ya udanganyifu zaidi. Inakuwa hatari zaidi. Mtego wa maelewano, ubinafsi wanadamu na kutotii, unajua unaweza kuvaa sura nyingi leo. Lakini hebu niwaambie wapendwa, kumtumaini Bwana, kutegemea Roho Mtakatifu na kutii ukweli wa neno la Mungu, basi hilo litaongoza kwenye ushindi. Na tunapoanguka na kushindwa, tunapokubali mtego wa vishawishi, hebu tufuate mfano wa Nehemia hapa. Hebu tushughulikie mara moja, kwa uaminifu, moja kwa moja kila wakati tunapokiri dhambi zetu, Biblia inasema Mungu ni mwaminifu na mwenye haki kutusamehe dhambi zetu na kututakasa kutoka kwa udhalimu wote, moja Yohana moja mstari wa tisa Basi tunapomaliza safari yetu ya hekima kupitia kumbukumbu -kumbu za Nehemia, mtu wa kawaida ambaye alimfuata Mungu kwa moyo wote, hebu niwahakikishie kwamba dunia ya leo, kanisa la leo, familia yako ya leo, zote zinahitaji watu ambao ni kidogo zaidi kama yeye. Waumini wa kawaida, lakini waumini wa kawaida ambao wako tayari kuishi kwa ajili ya kibali cha Mungu, ambao wako tayari kujenga upya na kurejesha dunia iliyovunjika, labda familia iliyovunjika, labda kanisa lililogawanyika. Unafanyaje hivyo? Basi jitoe kwa Bwana, kisha ujenge upya. Wekeza katika maisha ya mtu mmoja, mtu mmoja tu, mwanafunzi mmoja kwa wakati mmoja.